na nimekuwa kipofu, yani mbele sioni, moyo na landalanda kanimetupwa shimoni, mdomo unashindwa sema ofu, nakosa amani, mwili umekosa nyama, safari ya kabuni ati mwenyewe kama kawaida mambo mabaya <laughs> sina hela. vipi leo mziki ushatoka? mziki <sighs> <sighs> ujatoka <sighs> <sighs> bwana, kwa sababu sisi, yule pale mjepewa hela leo siku <sighs> ngapi, afu bado mnapambana. Ni shida Tito, ni kitu kimoja, si wenyewe tunaelewa, tunaelewa zikazi kama kama ofi kwao tumeenda pale, tumemwelekeza mazingira yetu, lakini mwenyewe kaka nasema kwamba aelewi. Uwezi ukamkaba kama vipi. Mwana nguwe kaongea naye lakini, kweli sasa. Sasani sikilizeni, mi ngoja nikaongea na nikaongee na bosi, maana nyi mnashinda kuongea naye. Akamcheki basi kama vipi. Halo, eh, mzembonde

Kwema, nimekuja bosi nataka hela. Kuhusu hela nimekuelewa, nitakupatia sasa hivi au utapata hela yako, ila sio leo. Mpaka lini? Juzi ulisema kesho, jana umesema kesho na leo tena bado. Mpaka lini? Usijali, nitapokuwa tayari nitakwambia. Sasa wenyewe mnaridhika na maneno mzee? Tunataka kumaliza ee, maongezi bado. Kwa hiyo mi mimi hapa nakusikiliza wewe tu. <tune> Tunachoongea ni kweli rafiki yangu, lakini hata sio tumejaribu kudiscuss hapa tujapata jibu kila inapofika siku ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kupokea pesa bosi, lazima tuzingue. Yaani, si wenyewe tushachoka? Pia ni kweli bwana, nyinyi mnanichanganya sana. Sasa sikilizeni hapa, leo maneno sijui siasa, nyimbo yeah. nyimbo zake anazoimba hizo kila siku mi sitaki kuzisikia. Twendeni, ela atatoa tu pesa Oh, koagoma jamani, nimerudi vilevile, nimfata hela hela. Okay, nitakupatia sio? utanipatia mi na wenzangu wote, tumerudi sasa hivi wote, tunataka hela sio? utanipatia tunataka hela wote. Yani iko vibozisikia kivupiu, si nimekuja hapa, wajafata siasa, wajafata maneno sinaotaka sini, ujafata siyasa, ujafata sina pesa mambo hicho, kwa sababu gani? Bosi, sea, yani wewe kila kufikia hatua ya kutoa pesa wewe lazima unakuwa mtata hadi za kwa nyingi mara mchu misho tofali tofalizi hapa mia saba tumalizia asubuhi, unasema oh, jamaa sijui mpaka Jumapili juzi kutwa. Simentinyeni hela zetu gani? Sasa nimekuelewa. Hivi katika nyinyi sha kuzumu lako, hatutaki mambo ya historia, tunataka hela hapa leo. Tumekuja kwa ajili ya hela, tusio maneno kito. Kumbuka mwisho wa moto ni majivu. Eh, yani leo hii unafikia kunidhalilisha mpaka watu wanaangalia. Kisa lako hapo elfu kumi na tano unaiona wewe ndogo. Kisa ni bosi, ni ya kwetu sisi, kwetu ni kubwa, na nina shida na hiyo hela sasa. Wewe kama unaona unaimba imba kila siku, mi leo nimekuja hapa ni, ni, ni hela sio maneno. Na kama unaona huwezi kunipa hela leo, mimi, wanangu, bora nivunje tu haya matofali ya thamani ya hela ya ya yangu, niende hivi. Mii mi sifanyi kazi kama hiyo, mimi bora nivunje. Umefikia kunizalisha kila siku sio shida, yaani natupa nanitupia hela. Mi shida yangu si nimesha tatua tayari. Yaani mi nilikuwa nataka hizi sio, unaelewa? Hizi pesa mi ndo nilikuwa nazitaka. Kwa kuwa umenipa mi, umemaliza. Nyinyi mnaendelea kumbembeleza bembeleza, au mbembelezeni, mi sina muda huo bwana.

washaanza kumtia uandazimu, siju uchizi siju vipi, yani ana mapepo ile kijana. kesho kesho, sawa. mambo gani? Sawa, mimi nimekueleweni, vijana, kuhusu hela yenu, nitakupatieni, sijawahi kukuzumuni akieni, ila mnapochelewa kulipeni hela yenu, mna haki kila kitu kuongea. Hiyo kama waza kazija nitakwambia tena hayo mambo. Mbona nyinyi mnanitingatinga sana? Karibu Tito. Asante na asante. Karibu kula. Asante. Baba, wewe unachomfanyia kwani nini? Unamtaka, sio? Ninamtaka uda, ujue Tito ni anakupenda sana, alafu unavyomfanyia tofauti hivi, wewe nikwambieji? Kila siku Tito, Tito, kuwa naye basi, mi simtaki ya, simtaki kuwa naye. We umtaki, so pesa kwa mwona, pesa ndo we, mi napenda pesa, ila simtaki. Kama namtaka na nahisi kama machoni imetoborewa macho hata mbele sioni, natangatanga tu kwenye dunia, sina ndugu, atajirani marafiki wa kuchekea na usoni, nina ninaokibao ndugu kwenye shida, wa kukaa pembeni vinyeli. swala la kuoa na kuolewa nalichukuliaje siri? maana mi ni kiangalia wanaoa, wa, wanaolewa miaka kadi inavyozidi kwenda namba zinapungua katika generation ya sasa hivi. ofisa ni katika sisi vijana shaelewa. Vijana sasa hivi tusidanganyane, tunakwepa majukumu shaelewa. Sababu ukiangalia kama mimi kijana hapa, tumbo langu mimi mwenyewe linanishinda, shaelewa, linanisumbua kwa wiki sasa. Ni inambie niongeze matumbo mawili ndani na yaudumiaje? Ah, na yaudumiaje? Yani wewe acha kurukaruka, acha kuzunguka mbuyu Poende na moja kwa moja sema kwamba vijana siku hizi ni waoga wa majukumu. Mtu anawaza tumbo lake inamsumbua kama hivyo. Akichukua mtu mwingine akikaa ndani itakuwaje? Kulake mwenyewe yeleo ikutwa. Weka kijoni kama mtumekaa tu, hatuna kazi yoyote. Haya akiongeza mtu mwingine ndani huko. Sasa mimi niko porwani. Soma kosea wapi? Mimi nakwambia ukweli. Wanaume tunashindwa kuoa kwa ajili ya majukumu. Nao mabinti wanaokataa kuolewa nao kwa mimi. Hapo naanza sasa kugusa kwenye. Wanawake wana wanawake wenyewe wanasema hivi, sisi hatuwezi kuolewa kwa sababu, ushanielewa hapo. Tunamaliza kwanza ujana eh, si wanamaliza ujana eh. Mwanamke anaangalia kabisa, si siukijueni kimpita, amekaa pale, ana kazi yote, ana dira yote ya maisha, alafu mimi nenda kaniole, simateso tu Zamani vijana walikuwepo, umeona tena, unavona sisi hapa tumekaa hapa, sisi hapa amna hata mwenye mke hapa. Sijui una mke? yeah, sure. Makamu ilikuwa tayari mtu kashaoa kashaozeshwa tayari, anataka anaoa, hataki anaoa. Lakini sasa hivi vijana waoga, wanakimbia majukumu kama hivyo, ndio maana ndio hakuna. Nasema majukumu huyu mchana wote

ami lakanijaribu kuambia kitu kimoja tu kwanza. Unajua, kuoa na kuolewa ni kitu kikubwa sana, ambacho kinahitaji uwezo wa kufikiria katika kukitazama. Hebu tujaribu kuangalia hawa waolewaji wenyewe kwanza, maana hapa tunatakiwa tuangalie waolewaji na waowaji emntu jaribu kuangalia kwanza waolewaji wenyee, aolewaji wenye, tupe mambo baba, leta mambo, tupe tumsikilize, utabwelewa tu. Ngoja tumsikie, utabwelewa tu. anaanza kuzidondosha na hivi muolewaji, ana vikoba kwa makunya, ana vikoba kwa biasmani, ana michezo mitatu, ana mchezo kwa Mama Juma, anakausha damu. Ukija kuangalia, ana asa, ana mikopo kibao muolewaji huyo no? Alafu ukiangalia anafanya biashara kuuza karanga au anachoma mandazi. Unasikia vitu hivyo? Wewe unakuelewa tu huyo. Unasikia vitu hivyo? Alisema vitu bona nyingi. Sasa mimi nauliza swali moja. Huyu akiwezeshwa na wateja wake, hawezi akaweza kushirikiana nao? Anaweza. Hawezi akasaliti? Anasaliti. Unaona? Hapo chaji. Twende kwa wao mwanaume anaoa ili madi apate faraja afarijiwe, mwanamke ukia ukiangalia, uki naoco vikifanya kati ya mwanaume ambaye muoji na muolewaji, nani anahitaji kufarijiwa hapa? Vya kufanya, kwa sababu mkikosa vya kufanya, msije mkafanywa ninyi, eh?

Kivuko, kivuko. Kivuko. Neno yake, akili tangu lini kunywa pombe jamani, na leo ikawa siku ya pili. Hivi vitu vingine sio hata vya kujaribu. Kujizalilisha tu. Na isi kama macho nimetoborewa na, wapura, uta na macho metobore wa, hata mbele sioni, natanga tanga tu kwenye dunia sina ndugu ta jirani, marafiki wa kuchekia nao usoni, nao usoni. Nina kibao ndugu kwenye shida wa kukaa pembeni, nina kibao. Hatima yangu sijui kesho itakuwaje? Mana kama natoka kwa akili ndio natoka kwa akili. kwani vipi kuna shida? Hata mbele sioni. Naona miti yani tu, atanisaidia nani?

Naona sasa hivi umekuwa tu alivyokuwa anakuchekea chekea. Nilijua anataka kuingiza kwenye listi yake. Wewe si unataka ligi, unataka ligi na mimi unaiweza? Sasa subiri, wewe si umeanza, mimi nitamaliza. Kwani vipi, mbona ka nimetembea na bwana wako? Yaani kuna namna unavyoongea, nikawa vile mtu ambaye nimetoka kutembea na bwana wako. Okay. Nimetoka kwa akili akili, haikuwa milioni kwa nimemwokoa toka barabarani, nimemleta ndani kwake, hivyo amelewa, yaani hajiwezi kwa lolote, kwa chochote hajiwezi. Nimemwekea shuka na mto hapo. Na watu wengine pombe ha haziwafai hata kidogo, na anaanza kujaribu, maana sijamwona kakilikule. Okay. Mina, toka. Funga mlango.

Na isi kama macho nimetoborewa hata mbele sioni, natanga, tanga tu kwenye dunia, sinandugata jirani, marafiki wakuchekia na usoni nina ukibao.